Serikali ya Kenya kwa mara nyingine imelazimika kujitetea kwa umma baada ya vurumai kutokea kati ya polisi na waandamanaji jijini Nairobi siku ya Jumanne. Hii ni baada ya polisi jijini humo kuonekana katika picha za video zilizosambaa katika mitandao ya kijamii akimpiga risasi kwa karibu muuza barakoa. Katika maelezo yake, polisi imesema tayari afisa huyo amekamatwa. Kwa upande wake Tume ya Taifa ya Haki ya Kibinadamu nchini humo inaripoti kuwa zaidi ya watu ishirini na mbili walijeruhiwa katika miji ya kaunti za Nairobi, Mombasa, Kilifi na Kwale. Hata hivyo, wananchi kupitia mitandao ya kijamii wameapa kuendelea na maandamano hayo dhidi ya serikali, huku wakitaka kujua ni nani aliyetuma kikundi cha watu waliojitokeza na virungu kuwashambulia waandamanaji. Watu hao walionekana wakiwa kwenye bodaboda boda, na wengine wakitembea kwa miguu. Baadhi yao wamesikika wakisema lengo lao ni utulivu katika jiji, kazi ambayo kisheria inatakiwa kufanywa na polisi. Na leo tumekuja hapa kuweka baka watu wasiibiwe. Sisi ndo tumesema hii e, Nairobi ikichomwa nchi yote imechomwa. Sisi kama raia lazima tu maintain peace and order on Nairobi. Licha ya maswali haya kuibua wasiwasi, halmashauri ya jiji la Nairobi mpaka sasa bado haijatoa ufafanuzi wowote kuhusu kundi hilo. Polisi kumpiga risasi mwananchi jijini Nairobi kunaiweka tena huduma hiyo matatani ikizingatiwa kuwa chanzo cha maandamano ilikuwa ni kupinga kifo cha mwalimu na mwanablogu Albert Ojwang anayedaiwa kufariki akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Maandamano haya yanakuja ikiwa zimebaki siku chache tu kabla ya maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kutokea kwa maandamano uh, makubwa ya Gen Z yaliyopinga muswada wa fedha nchini humo. Katika maandamano hayo mwaka jana, zaidi ya watu sitini waliripotiwa kuuliwa na maafisa wa polisi. Bado ahadi ya Wakenya ni kufanya maandamano makubwa dhidi ya serikali mwezi huu wa Juni.